Alhaji Taarabu eti anasema yeye ndo alijenga. Sasa tuseme sawa, wao ndio wamejenga, tuseme sawa. Baada ya bandari kujaa maji kufuatia mvua nyingi, imepita miaka mitatu, wamefanya nini? si chao hawana uchungu nacho. Nirudisheni mimi, mwenye uchungu nacho, tunayaondoa yale maji. <laughs> Tuliojenga ni sisi, tunajua kwa nini tuliijenga. Uchungu wa kufufua mradi ule tunao sisi kuwa na uchungu, kwa sababu wao ndio walioua Ujiji, wao ndio waliohamisha maboti Ujiji. Sisi ndio tulioleta fedha ya kujenga, imejaa maji, wakati wao wameshindwa kutoa maji. Sisi tunayo teknolojia ya kutoa maji, tumeshazungumza na wataalamu, tutatumia fabricated steel bars kuweka mzigo na bandari itafanya kazi. Turejesheni manispa, turejesheni bungeni. Alhaji Taarabu eti anasema yeye ndo alijenga. Sasa tuseme sawa, wao ndio wamejenga, tuseme sawa. Baada ya bandari kujama Kufuatia mvua nyingi, imepita miaka mitatu, wamefanya nini? Hawajafanya kwa sababu si chao, hawana uchungu nacho. Nirudisheni mimi, mwenye uchungu nacho, tunayaondoa yale maji. Tuliojenga ni sisi, tunajua kwa nini tuliijenga wa kufufua mradi ule tunao sisi ambao sisi. Hawawezi kuwa na uchungu kwa sababu wao ndio walioua Ujiji, wao ndio walioamisha maboti Ujiji. Sisi ndio tulioleta fedha ya kujenga, imejaa maji wakati wao wameshindwa kutoa maji. Sisi tuna teknolojia ya kutoa maji. Tumeshazungumza na wataalamu, tutatumia fabricated steel bars kuweka mzigo na bandari itafanya kazi.